Usiingie kwenye ndoa kisa mume ana pesa bila kuzingatia tabia zake zikoje, na unamfahamu pia. Uwezijua pesa zake amezipata kwenye misingi ipi, unaweza kujiona nayo unayatumikia masharti yaliyopewa bila kujijua. Tafakari, usije kuingizwa kwenye dunia isiyoeleweka, kwani sio wote hupata pesa kwa jasho lao, wengine ukubali masharti fulani. Jamani, ni kungwe dume alo jomoni mumone ah, kiboko magome gome ama penzi oh Um, so shoga yangu nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Mama yako kaniagiza wewe, sahivi unaenda kwenye ndoa, unatakiwa uganga mali. Wanaume siku hizi hawataki wanawake legelege, sio? Mwenzangu, unaweka mikucha yako ya kupaka rangi, lazima uchakalike mwanamke, ufanye kazi mwanaume ndo akupende, sio mwanamke ukae tu legelege lege, unaletewa aibu hata hata kubeba beseni. Unaona, una kama ah wa wanatafuta ndoa wa zao ziwe imara. Mwanamme akikukataza we mwache, akitoka na we unatoka, unafanya mambo yako unarudi. Ukisharudi umemtengea kila kitu, umemfanyia kila kitu, hawezi kujua tena kama umefanya nini. Wanawake sasa hivi ni 50-50. Upo na sio mwanamume awe juu we uwe chini, lazima na nawe unakuangangali sawa. Sawa, leo nimeishia hapo. Kesho takuja kufundisha ubabe wa mwanamke kwa mwanaume, sawa? Kwaheri mwali wangu. Hei, naona nikuachi, ila hatujamaliza. Kesho nitarudi tena, maana tunataka tumpike mwali wetu apikike, awe na ujasiri, maana watoto wenyewe wa siku hizi yao, wanaolewa mwaka huu, mwakani wanaachika. Sasa mimi sitaki aachike, nataka bibi akakae kwa mumewe, atulie. Sawa, ni kweli. Mm, anaelekea lakini. Oh, anaelekea Kwangu mimi tena eh, akosokuelekea <laughs> mimi ndo bingai eh, tulia. Yani atakaa kwa mume mwenyewe, utafurahi. Karibu haya, asante. Karibu. Asante. Karibu ifyangu. Asante zako. Salama, karibu. Nilijua leo zamu yako kwenda sokoni. Mm. Karibu, tukae ifyangu. Nashukuru, napita mcheli, yaani hata sikae ifyangu. Wala usijali mm -hmm. Uivi, yule kungu uliomtafutia binti yangu, naomba asiendelee ku kwa nini sasa ifi yangu? Eh? Wakati yule kungwi mimi nimemtafuta kwa ajili ya mtoto wetu tumfunze maadili ya kisasa na sio ya kumpotosha. Sasa nashangaa unasema wewe umtaki kafanyaje hmm? Kama kuna kitu kibaya kafanya niambie, lakini mimi sina nia mbaya. Wewe, yani maarifa gani wewe ya kisasa unayozungumzia? Maarifa anayemfundisha ya, ya, ya binti yangu ya, ya kufanya ubabe kwa, kwa mume wake mm. Awe mbabe uifi asiwe na heshima, haya ndo, ndo maadili ya kisasa? Kama tunataka kumfundisha binti yetu, tunataka awe kwenye msimamo. Yaani usiniletee makungwi ya ajabu ifi yangu, niletee kungwi atakamfundisha binti yetu akae kwenye msimamo, sasa uifi kama mwenyewe umetaka hivyo sawa, lakini mimi tu kwa niaba nzuri tu, sikutaka mimi tumpotoshe yule binti. Mona, yule kungu yuko vizuri, yuko vizuri kabisa, mimi namwaminia eh. na ndio maana mimi nimemtafuta yule bibi Ngoi, yuko vizuri. Sasa unavoniambia wewe, sijui anamfunza mambo gani ajabu ajabu, we mpe mda. siku mbili tatu hizi mi ntaongea naye mm, nona mi ntaongea naye, atakaa tu yangu, sijali ah, hmm. ah. Yaani kwa kifupi tu mimi simtaki tena hayo. Maarifa sijui maadili, sijaona maadili yoyote pale anayofundisha binti yangu. Sana sana, tu anazidi kumpotosha. Mimi nataka binti yangu afundishwe maadili mazuri, ni jinsi gani ya kuweza kumheshimu mume wake, jinsi gani ya kushirikiana naye, lakini sio ubabe kwa mume wake, hapana. Mimi kwa kifupi tu simtaki tena Sawa wifi yangu, kama wewe ndo umeamua hivyo, wewe ni mzazi sawa. Nitamwambia mimi naenda. Na, na, na, na. Nitamwambia. La. Kwani yule bibi ana shida gani? Mbona yuko vizuri tu, na mimi mpaka namtafuta yule bibi Ngoi, asilimia mia, mia. Natoa kumu. Kwani anamfundisha nini? si maadili yale yale, tu kama tulivyokubaliana huyu mm, wifi amtaki huyu ana bibi mambo ya usafi le si <laughs> <laughs> nakwambia, unajua kumekucha <laughs> mwanamke mazingira kabisa afu kizingatia la huko nyumbani. <laughs> <laughs> <laughs> Karibu, asante. <laughs> <laughs> ite story za uko ah. eh. <laughs> Nambi, safi za hapa ah, safi tu. <laughs> Nambie shogangu. Nimekuja hapa nina shida. Shida gani tena? shida yenyewe nikwa nimekuja hapa msaidia kuhusiana na binti yangu, namtaka kungu hilo. Mimi nijua nini, kumbe kungwi dume. Yaani nimekuja nawaza nasema huyu bibi nitamkuta simkuti yule kungu kungu haswa, kamfunda mtoto dadangu, paka leo mume wake anamwita mume wangu, sinaona alivyotulia kwenye ndoa shoga. Afu afundishi, ilimradi kafundisha, anafundisha kwa heshima na tarakimu zote, hadi mipaka. Yaani ukikaa tu, mtu mzima lazima ujue. Yes, kuna kitu kimeingia. Hata usijali, subiri Kimpata hmm. Yani, ntashukuruhalo. Halo, kungwidume? Naam, ndio mimi. Nani mwenzangu? Mi Maliamu a Kinondoni. Oh, zamiaka tele. <laughs> salama tu sasa nilikuwa na shida, kuna shoga yangu hapa Amina, mwanae anataka kumfundwa, anataka kuolewa. Kwa hiyo ana shida umfunde. Sawa, haina shida, nipo tayari. Mhm, mm, utanitumia basi eh? Hamna shida, we amesema yuko tayari kweli eh? Muda wote anaweza akaja, kwa hiyo na takammtumia tunamtumia kungwi dume amesema iko tayari, kwa hiyo hata nauli tunaweza tukatuma, tutakupokea papa da eh? E. Sawa basi, acha nijiandae kwa ajili ya safari. Aya, basi tutakutumia nauli. Aya, poa. Imeisha hiyo. Na ndio maana nimetoka huko nikasema niende kwa yule bibi. Shogo, umefanya jambo la maana. Ha, afadhali. Mama, baba shoga, mimi sijamuona kungwi hapa. Ah, ha, tunadanganyana tu. Sijamuona. Kuna kungwi zaidi ya kungwi dume? Mama, yule afundi tu ili mradi kaonesha eti kufunda. Anafunda kwa taaluma zote. Taaluma zote. Paka mipaka anaweka, kwani si naona mifano shoga yangu? Yani mtu mzima ukikaa hivi unamsikiliza kwa umakini, yanaingia yani. <mikia> Ni, ni mshosha pumzi <mikia> <mikia> <mikia> kwa hiyo <mikia> <Ha>, si tupo lini kwangu? <mikia> Usijali nitakuja. Una mambo mengi. Ah. Usijali mpenzi. Mimi na wewe. Hello. Haya. Hii ya mwanangu Abeba. Nimekuita hapa ili tuweze kujadili swala la kakako Halidi kuhusiana na ndoa yake. Kila kitu kinaenda sawa hata barua tuliyopeleka kule, majibu yashaletwa, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vilimehitajika, tumeshaviwasilisha kule. Haridi mwanangu, na baba hali iliyofikia, si kila kijana anaweza akaifikia kwa wakati huu huu. kuamua kuoa sio jambo dogo, ni daraja la utu uzima Kwa hiyo nakutakia kila la heri juu ya heri au nasemaje mwanangu? mm. Kweli baba, maana huu ndo anatuletea heshima katika familia yetu. Kweli kabisa kakaangu, umeamua kuoa bila kulazimisha, bila kuvuta, kweli Mungu wa ajabu. Ah! ni mi awali ya yote. Ndio nikisema asante sana tena sana kwa malezi ulonilea mpaka nimeweza kufika hivi hapa sasa. Umenilea kwenye misingi ya dini, mzee wangu. Ni kweli kabisa. Na mafundisho yote ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuahidi sitokuwa mbali na hayo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitafanya kile ulichoniagiza mzee wangu. Sahihi kabisa. Kitu kingine kaka sisi hapa tunakaa kwenye vikao, sio kwamba tunapoteza muda. Ni kweli kabisa. Swala so, la ndoa kama umeliamua basi, yale mambo yako yale uyaache. Unaenda kuwa mume wa mtu wewe, tena umeamua kumwoa mtoto wa watu, basi ukampe furaha. Leo uko na huyu kesho uko na huyu, haitakiwi sijui. Unanielewa kaka? Mimi kwangu ni hayo tu. Ni kweli kabisa. Nadhani dada yako umemsikia. Mimi na mama yako mama yako mimi hatujaachana, mama yako amekufa, lakini katika maisha yetu ya ndoa tuliishi kwa upendo mkubwa mno. Kwenye ndoa kuna mitihani mingi mwanangu, lakini inatakiwa mvumiliane, na hata kama ikitokea mmeitrafiana, basi itirafu zenu ziishie chumbani, sawa mwanangu? Kwa hiyo tunakusihi, yote haya lengo letu, tunakutakia mema kwenye ndoa yako, sawa mwanangu? Sawa baba, mimi nasema shukrani sana pia, nimewaelewa vizuri, ndio ndio, na nawaahidi kutokuangusha. Basi na sisi tunashukuru, tunashukuru sana. Yani hapa nilipo na furaha kiasi kwamba nawaza upande wa keki, wakija sio hata nawapikia mama, hilo ndoa shaka kabisa. <laughs> hili jambo limeshakamilika. Nawambieni limekamilika, kwa sababu kila kitu nimeshakiweka sawa, kwa swala la kula, swala la hitaji lolote akalojitokeza. Ondoa shaka, hakutokuwa na shida ya watu wamangu. Sawa baba, kikubwa tu dua zetu ili jaitimie, mambo yaende kama yalivyo. Ni kweli, kila kitu ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Ni kweli, basi Mwenyezi Mungu watunusuru nao ili jambo letu liweze kwenda kama vile ambavyo tunapotarajia. Amina. Shehe. Asante sana mwanangu, kweli umepevuka sasa. <laughs> Dishina <laughs> oh. nilikuwa na kuwazia sifi haraka kwa kweli. <laughs> Subiri kakupe kigoda Dingai, bwana, unajisumbua vigoda vya nini? hmm. takutunulia mikeka, ngoja tukae kae mimi. maana utae kutunulia mikeka mikeka <laughs> ndo nasuka mm. akawisha leo ila <laughs> zote hizo za ukungwi <laughs> Aya, nielezi maana huyo wifi yako ilibidi kuna vifaa vya kumfundia mwali wetu anunue, nikaona kimya. Mm. Bingai ndo maana mi nimekuja mwenyewe <laughs> maana shughuli ishaingia, sijui ruba sijui shaingia nini. Mi hata sielewi kwa nini huyo mama Neema mm, hataki umfunde mtoto wake anachodai kwamba unamfunza maadili yasiyo mema awe juu ya mme wake. Haya uliona wapi mambo hayo? Na ndio maana nimekuja ili nisikie upande wako. Je, ni kweli hayo mambo namfunda yule mtoto wake? A yule bibi hataki tu. Toka lini mi nikawafundisha mabinti wakashindwa kukaa kwa ume zao, wakashindwa kukaa za na ndoa zao hombe ule pale mimi mfunda mimi naipo kwa mume mpaka leo. Nashangaa mama hasa leo imekuwaje tena ila, mi nachoona wifi yangu hakutaki wewe. Hmm, yule ameshatafuta makungwi wake huko ajabu ajabu, huko misha ngingi, huko ya mjini iloshindikana, ije imfunze yule mtoto mambo madili mabaya, mwisho wa siku tuje tulaumiwe sisi mashangazi. Sasa mimi yule namuweza shoga yangu, tuko pamoja yule binti utamfunda wewe, yule mwali, yule mwali wako. Na ndio maana mimi nimekuchagua wewe, kwa sababu wewe mimi nakujua, na wewe unajua maadili yetu sisi. Wewe wala usijali hilo, niachie mimi. Ila tu ndugu yangu, unaenda na huku unagonga na huku, unafundisha ya zamani na ya kisasa kidogo, sawa sawa. Mimi nitaifanya hiyo kazi na ntamfunda kwa uzuri sijawahi kufeli, hata nifahamu. Ila, ila, tuko pamoja. Tukupa <laughs> <wala> si unanifahamu lakini, <laughs> enyewe nashangaa mi siamini e, ila tuachane na haya. Yeah? Mimi hata skai ila tuko pamoja, ntakupambania wewe wala na wewe tena we. Yaani mimi nitaifanya kazi hiyo kwa roho moja kwa ajili yako sana, lakini ule wifi yako a ah, hey, yule mi eh? na mudu na nisha mwambia mi ndo baba koo baba baba sana, kauli hebu niache mimi ligoma, anataka kutwalibia shughuli, shughuli tushaianda, waamini, ebu ingia ndani kwanza, si akatuchawia bule, si akapita akasikia yangu, kwa heri. Moto manake, huku sisi tushazoea juisi. Mambo ya chai ah, labda asubuhi. Sasa mimi bila chai kabla kutia chochote. Na ndo maana niandae kwanza chai, ni lazima tumbo langu lipate joto joto jotojoto kwa sababu hata nikiwaga kule kijijini nyumbani mm. Ah, nikitoka kwenye kulima cha kwanza chai okay. <laughs> Karibu sana baba. Asante sana nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu Ndiyo. Manake, yaani si mchezo kwa sifa zako nilivyozipata, alafu yani kwa muda mchache tu nimekupigia simu, umeweza kupokea simu yangu, umesema tuma hela ah, yani nimejisikia faraja sana. Usijali baba, mimi nakuomba tu, yaani cha muhimu nichokuitia hapa nikuhusiana na binti yangu Manake, nimepata changamoto nyingi sana kutoka kwa mawishi zangu kuhusiana na kungwi kuja kumfunda mm huyu binti. -hmm. Ah, nimepambana mpaka nimekuleta hapa mm -hmm. Nimepambana. Kwa hiyo naomba usiniangushe sawa. Mimi nikuondoe hofu na wasiwasi, na nipe imani ama jenga imani kwangu. Hata ukimuuliza Maria, wanajua nindo kungu kungwi dume sinaga mbambamba <laughs> <laughs> Nikikufunda na kufunda kweli <laughs> na katika wale waliopitia kwenye mikono yangu, hata kutokea mwali mmoja akatua boko. Kwa hiyo ni ku, ni ku, nikupe moyo kwamba tutashirikiana vizuri na nitaifanya kazi yako kadri ya wewe ipasavyo, lakini labda nikuulize swali, huyu binti ameolewa? okay. bado mm -hmm. Hmm. Hajaole yaani ndio kwanza yani. hmm. hmm. hmm. hmm. kama ah, ni mwalimu wewe, ndio wa kwanza. Ndio maana ah, nimekwambia, naomba tu upambane naye. Sawa, naweza nikamwona. Unaweza kumwona, ila tu nilikuwa naomba ni nimwandae kwanza. Sawa, ina inashii mwanangu nikajia umelala? Amna mama, ni papa na chati chati tu mtandaoniku. mm-hmm. Nambie sasa mwanangu, najua hapa katikati kulikuwa kuna mkanganyiko tofauti tofauti, lakini hiyo yote ni kwa ajili yako, kwa sababu nakupenda mwanangu na nataka udumu kwenye ndoa yako, ukawe ni mti wenye nguvu, wenye mizizi ale. Na ndio maana nimeamua kumbadilisha kungwi. Naelewa mama, lakini yule mama Semsima ataendelea kunifundisha yule? Naona alikuwa na kupotosha kabisa huyo namleta sasa hivi mwanangu, naomba umsikilize kwa makini. Hata kufundisha mambo mazuri ni jinsi gani ya kuishi na mume, jinsi gani ya kuweza kumheshimu na kuwa na nidhamu kwa mume wako. Naomba yote atakaye kufundisha uyazingatie. umenielewa mama? ka itabidi nikubaliani na kila kitu. Ndio mwanangu, huyu niliokuletea sasa hivi atakufundisha vizuri. Atakufundisha ni jinsi gani ya kuweza kuhudumu kwenye ndoa yako, ni jinsi gani, ni jinsi gani ya kuweza kumheshimu mume wako, ni kitu gani umtendee mume wako. Umenielewa? Sawa, nitafanya kwa ajili yako mwanangu. Hapo umenifurahisha. Sasa nakupa dakika chache ujiandae, mgeni anayeingia. Sawa mama. Ndio Dar es Salaam <laughs> eh,

Bebe kabisa chai ya jambo. Sijambo. Shikamoo malaba. Unaitwa nani? Neema. Haya. Mimi ndo kungwi wako, na mimi ndo nitake kusimamia ndoa yako. Upo huyu eh? mwanaume anayekuwa unamjua unamfahamu vizuri. Kama unamjua basi ni jambo la heri, ila nataka nikukumbushe tu kuwa usiingie kwenye ndoa kisa mume ana pesa, bila kuzingatia tabia zake zikoje, na unamfahamu pia. Uwezi jua pesa zake amezipata kwenye misingi ipi. Unaweza kujiona naye unayatumikia masharti yaliyopewa bila kujijua. Tafakari, Usije kuingizwa kwenye dunia isiyoeleweka, kwani sio wote hupata pesa kwa jasho lao. Wengine hukubali masharti fulani, sawa mwali wangu? Na baadhi yao huelekezwa kwa mkewe, ima mfanye awe ndondocha, ama mtoe kafara, au awe chizi, ama mgeuze nyoka, au mwingine amfungie ndani tu na kumpigia kila itwayo leo. Na wapo ambao hupewa masharti ya kuwaingilia kinyume na maumbile wake zao. Kuwa makini sana kwa huyo mwanaume unaenda kuoana naye, sawa. Anaweza akajitokeza hata mwanaume mwingine, pengine asiwe mume wako, akakuletea depo za tamaa. Usio mwenye tabia ya tamaa ya kupenda pesa bila kumfahamu huyo mwanaume. Bora uolewe na masikini choka mbaya, ila amani, furaha na heshima, nawe anayejua thamani yako ipasavyo, hata mapenzi pia hukupa na kusaidiana kwa kila hali. Huyo ndio mwanaume bora, sio wote wenye pesa ni wazuri, wengine wanatumikia mashetani tu. Huo ni ukumbusho wangu tu, mwali wangu, sawa eh? Kwa kuwa umesema mwanaume unamfahamu vizuri, basi tuombe heri. Mi nimekuja kukujua tu ni mwali wa aina gani. Kesho nitakuja kuanza kazi rasmi haya.

Kungwi uyo, kungwi uyo, utajifunza mengi, si utani, utafurahia ah! Si utani, utajivunia ah! Kungwi, kungwi dume, kwa mafunzo, mafunzo yake.